Wakazi wa mtaa wa Makaburini, kaunti ya Kakamega wameelezea masaibu waliopitia kwa wiki mbili, baada ya watu wasiojulikana kujifanya maafisa wa polisi na kuwakamata kiholela. Kulingana na wakazi hao, iliwalazimu kutoa shilingi mia tatu na kuchapwa viboko kabla ya kuachiliwa bila ya kuelezewa makosa yao. Na kama anavyotuarifu Loro Otieno, kisa hiki kinajiri siku chache baada ya mtu mwingine kugunduliwa kufungua kituo cha polisi katika eneo la Cheborbor, kaunti ya Wasingishu. Katika mtaa wa mabanda wa Makaburini Siliya, Lilian Chemayo anauguza machungu ya majeraha mama. Huyu alipitia madhila mikononi mwa watu waliojifanya kuwa maafisa wa polisi na kuwahadaa wakazi hapa. Kanda hii ya mwanagenzi ikionyesha hali kamili kwenye chumba hiki ambacho kilitumika kama seli kwa wiki mbili. Uwe, uwe, unaitwa nani? Baadhi yao wanadai kuwa walikamatwa tu pasi na kuelezwa makosa yao, yani, wanaoishi katika ploti hii ambapo chumba kimoja kilitumika kama seli. Aidha wanasema walitishiwa na watu hao dhidi ya kutoa taarifa kwa asasi zingine za usalama kuhusu shughuli waliokuwa wakiendesha hapa siku mrefu. Hata sikulala hmm. Nilisema sitalala kwa hiyo nyumba yangu hmm. Nikatetemeka, kuna chirani akakucha, akaniambia hapana, wewe lala tu kwa nyumba, tutasikiliza bila. Watu watakuja usiku, watu walikuwa natoka na mia tatu 300 shillings ndio sasa utoke na ba, ukitoka na mia tatu unachapwa viboko 15 strokes. Watu saba tayari wamekamatwa kufuatia kisa hicho ila bado hawajafunguliwa mashtaka. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.